Na mambo vipi? Ni Tevedas Tusgunda, mkurugenzi wa mawasiliano ofisi ya Rais na msemaji wa serikali ya wanafunzi wa Darusso Mlimani. E bana, kuelekea siku yenyewe siku ya UEFA Champions League tarehe 31 mwezi wa tano katika viunga vya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tunakuleteeni maonesho ama eh, kuonesho kwa mashindano au fainali ya UEFA Champions League kati ya Inter Milan dhidi ya PSG. Maeneo ni mawili tu kwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, ni Magufuli Hostel pamoja na Mabibu Hostel. Tutakuwa na bonge la screen. Hii si ya kukosa bwana, lakini kabla ya siku hiyo, leo tunakuleteeni maonyesho mafupi tu, yani activation kwa siku ya Jumamosi. Tutakuwa na vitu vingi sana vya kugawa pale. Tutakuwa na pullover, tutakuwa na jacket, tutakuwa na kofia, jezi za kukala na shoka, lakini pia na mpira eh, kwa maana wale wazee wa soka wazee wa mpira wa miguu bana, usikose kufika katika viunga vya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Pepsi bwana, wameamua safari DSTV kwa kushirikiana nao, tunawaleteni mbungi la kukata na shoka lakuaanasho, unapokuwa unacheza mpira ukome choka. Usisahau kujishushia na kinywaji chako baridi kabisa, hii si nyingine bali ni Pepsi. Wanasema Pepsi Dare For More, unapokunywa ni pale inafanya